Rizeno wa Tanzania, I think hii ndo itakuwa video yangu ya mwisho kwenu kabla hamjaingia barabarani kesho. So nilikuwa nataka niwaambie kwamba the only thing standing between you and winning kesho is you. Kitu kinachosimama katikati yenu na ushindi wa kesho ni, ni nyinyi wenyewe Sio polisi, sio nani, ni nyinyi wenyewe. Naongea hivyo nikimaanisha kwamba ni kama ninyi wenyewe mtakubali kuuziwa uoga na kimwanamke na kimama ambacho hata form 4 akikuweza kupasi hata darasa saba akikuweza kupasi, ki form 4 failure low, low IQ, low brain. Kama mtakubali kuuziwa uoga na uoga, kama mtakubali kuununua ndo thats the only way kesho mnaenda kushindwa, lakini kesho saa kumi na mbili asubuhi kila mtanzania akitoka ndani, ushindi ni wenu, na ninawaambia hivi, yaani, I wish mwelewe, ndugu zangu, I wish mwelewe, mko karibu kiasi gani na ushindi. I wish mwelewe, ndugu zangu, hii video nawafanyia because nimefatwa, nimefatwa tena na wanajeshi wananisisitiza, waambie hao watoke, hakuna mnaona barabarani, kwa sababu ni oda wamepewa tu wawe pale, lakini hakuna mwanajeshi wa kupiga mwananchi, wa kufanya chochote mwananchi. Jeshi lenu liko tayari na wanaona mnavyoweza. Uoga ndio maana wananiinsisti niwaambieni kesho mtoke. mm. You are fine, msikubali kuzoa uoga. Kitu kingine nilikuwa nataka kukiongea ni kwamba i think kuna watu wapo delusional, wapo delusional ambao wanadhani kwamba labda kesho, kama Watanzania wataogopa au watakubali kununua uoga na wasipoandamana, kwamba hii nchi itaendelea tu, itaendelea, tutaendelea, itarudi, sijui kutakuwa na amani, nchi itatulia, maisha yataendelea. Wako delusional. No matter what the outcome, yani Kesho the only outcome itakayoleta amani Tanzania kesho ni kama wananchi watashinda. Ni wananchi washinda, wachukue nchi yao, kwa sababu wataweka haki. Wananchi wakichukua ile nchi, wakichukua Tanzania, haki itawekwa. That means amani itakuja automatic, amani ya kweli, amani, amani ya milele. Lakini wananchi, watu ambao wako delusional wanadhani wananchi wakishindwa kesho ndo Tanzania itakuwa na amani. They delusional. Tanzania haendi, haendi kutulia tena.